Hapa ya kiwanda hichi tuna, tuna import na hasi baadhi ya vipuri tuna import kuweza kuunganisha. Imani yetu kubwa Saturn group, mtaendelea kuhakikisha kwamba mnaangalia yale ambayo yanaweza kupatikana ndani ya nchi tuweze kuyatumia. Sasa hivi tuna viwanda vingi, kwa mfano vinazalisha swala zima bidhaa za umeme. Hakikisheni wasiliane nao lile linaloweza kupatikana ndani ya kupatika na nchi tuweze kulitumia kutoka hapa ndani, lakini sio hivyo tu peke yake. Sasa hivi nimeona pale kuna bidhaa ya matairi ambayo matairi haya nayo tuna import. Lakini hapa nimeongea na mwenyekiti si muda mrefu kwamba sisi tulikuwa kwa na kiwanda chetu General Tyre ambayo zamani kilikuwa kinazalisha matairi ya kutosheleza mahitaji. Nimuagize mtendaji mkuu wa NDC ahakikishe kwamba tunaanza partnership kwa sababu mwenyekiti amesema kuna wadau wake wanaweza kuwekeza katika kiwanda kile, tuone jinsi gani sasa kiwanda kile kitaweza kufufuka, kitazalisha matairi, hivi viwanda hivi vya magari viweze kupata matairi kutoka hapa ndani ya Tanzania. Tuna mpira wa kutosha sana katika mashamba mbalimbali yaliokuwa pale Mangula, yaliokuwa kule kule kule mkoa wa Tanga. Tuna kila sababu matairi ya magari sasa yakotoke ndani ya Tanzania. Kwa hali hii tunaondoka nayo, imani yangu kubwa watendaji wangu wa NDC watashirikiana kwa karibu na wenzetu kuhakikisha a kiwanda kile, tunaweka mikakati ya haraka sasa, kifufuliwe kianze kufanya kazi, tuzalishe matairi. Hali kadhalika tupate ajira kwa vijana wetu, waliopata kandarasi mbalimbali nchini mwetu ambao wanahitaji malori na hasa miradi ya serikali, aoneni jinsi gani ya kutumia malori yanayozalishwa nchini mwetu. Tunataka tujenge uchumi wa nchi yetu nchi yetu sasa, tupunguze importation tuweze na sisi kuweza kuexport. Tanzania tuna kila sababu kujivunia jambo kama hili likitokea hapa nchini mwetu, na mimi nikiwa wizara waziri wa viwanda na biashara, hakika nimefarijika sana. Mimi nitakuwa balozi wenu kusema kokote na kuwapambania, lengo kubwa ni kwamba viwanda vyetu viweze kudumu na viweze kwenda mbali, vijana wapate ajira. Tunataka kiwanda hichi sasa, zile production chains ziongezeke, mahitaji ya Tanzania muyakamilishe tupate mahitaji mengine ya soko la afrika mashariki na soko la sadeki, twende soko nani, Afrika ya kati, twende mbalimbali, tupeleke malori haya. Tuna kila sababu kujivunia katika hilo, na tunaliweza kama wananchi wa Tanzania, na hasa chini ya wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, hili linawezekana kubwa zaidi. Lazima tujivishe uzalendo wa Tanzania, tusipovaa uzalendo hatuwezi kupata mafanikio, na uzalendo mkubwa ni hapa kilichotokea hapa. Imani yangu kubwa taasisi za serikali zinazonunua malori, mamlaka za serikali za mitaa, kama wanataka kufanya procurement waangalie kwanza magari yanayozalishwa nchini wetu na hasa hapa Kigamboni. Wao imani yangu leo hii kuna taasisi za serikali zinanua malori kwa ajili ya kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Kwa nini uimport wakati lori viko hapa Kigamboni? Tutatiliana mashaka uenda katika importation. Kuna rujua unapatikana, tutakuwa na mashaka hayo uenda lakini siamini hivyo. Lengo letu ni kwamba inawezekana wengine hawana awareness kwamba kuna uwekezaji mkubwa hapa, na bahati nzuri kiwanda hichi kimepata upako na Daktari Samia Suluh Hassan. Imani yangu wenzangu wa serikali wote na taasisi za umma wanaotaka kununua malori kama haya, tutaweza kufungua mlango wetu kuona kwamba eneo la kipaumbele cha kwanza katika ile ile request lazima tu, tu identify magari hapa. Ndugu zangu, naomba niambie haya mambo ya uzalendo na hatuwezi nchi yetu kupata mafanikio kama hatutakuwa wazalendo kuisukuma nchi yetu mbele. Taifa hili letu linatutegemea, na lazima tuwe na shindani. Hatuwezi kuwa shindani bila kufanya uwekezaji, na uwekezaji huu lazima tuweke confidence kwa investors wale wanaokuja kuwekeza, wao wana uhakika na soko na mazingira wezeshi. Ni wahakikishie tena commitment ya serikali, wizara ya viwanda na biashara itahangaika katika maeneo yote, na hasa kutengeneza mazingira uwezeshi kwa wawekezaji wetu. Tanzania inaendelea na ujenzi wa sekta ya viwanda chini ya uongozi wako. Sisi kama wawekezaji katika uzalishaji wa magari makubwa hapa nchini, tunaunga mkono juhudi hizi. tuna tunatengeneza ajira, tunaongeza pato la taifa kwa kulipa kodi, hivyo tunaomba tulinde na serikali kwa kuongeza kodi ya magari makubwa yanayoingizwa moja kwa moja nchini kutoka nje, ili kuvilinda viwanda vya ndani ili kuweza kukua na kuendelea kutoa ajira na kulipa kodi na kuhakikisha uchumi wa nchi unakuwa kwa kasi. Mheshimiwa mgeni na kuomba yeye hiyi nilipe kipaumbele. Vijana wa Tanzania wanahitaji ajira, tulinde na ajira zetu pia.